matarajio ya wazanzibari wengi ilikuwa kusikia mambo mbalimbali katika bajeti kuu ya serikali inayosomwa hapa katika ukumbi wa baraza la wawakilishi katika mkutano wa 19 kikao cha saba ambapo waziri wa nchi ofisi ya, ya rais fedha na mipango Dr. Saada Mkuya Salum anawasilisha bajeti kuu ya serikali ya mapinduzi ya zanzibar kwa mwaka wa fedha 2025-2026 matumizi ya serikali yamezingatia ya maeneo yafuatayo maslahi ya lazima kwa watumishi wa umma mahitaji ya matumizi ya mfuko mkuu wa serikali, miradi ya maendeleo yenye dhima ya, ya serikali inayoendelea na miradi inayofadhiliwa na washirika wa maendeleo. Na hapa Waziri Saada anabainisha mapendekezo ya kimkakati kwa mwaka mpya wa fedha 2025 2026 vipaumbele vya mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi vya kitaifa ikiwemo miradi ya kimkakati inayoendelea na miradi mipya inayotarajiwa kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2025 2026 katika maeneo ya miundombinu, utalii, uchumi wa bluu pamoja na huduma za jamii. Pia Dkt. Saada Mkuya anaeleza vyanzo vipya vya mapato katika kuendelea kukuza uchumi wa Zanzibar kwa kutoza ushuru wa bidhaa kwa uingizaji wa gari zenye uchakavu wa zaidi wa miaka mitano katika kuimarisha mazingira pamoja na hali ya tabia nchi tunapendekeza kuenga utaratibu wa kutoza ushuru wa bidhaa kwa uingiaji wa gari zenye miaka mitano hadi kumi, kwa, mwenye, kwenye gari zenye miaka zaidi ya mitano hadi kumi tokea kutengenezwa kwake kwa kiwango kilichopo sasa cha asilimia kumi na tano. Mbali na hayo Waziri Saada anaelezea hali halisi ya deni la taifa lipofikia. Thamani halisi ya deni kwa sasa ni shilingi trilioni moja bilioni 319.4 ambapo uwiano wa deni na pato halisi la taifa yaani GDP at constant prices ya shilingi trilioni 4 bilioni 26.4 limefikia kiwango cha asilimia 33. Katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka huu, bidhaa mbalimbali zinazotoka nje ya nchi zimeongezewa kodi ili kulinda thamani ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, fedha na mipango Dkt. Saada Mkuya Salum ameliomba baraza hili la wawakilishi kuidhinisha zaidi ya trilioni sita katika bajeti kuu ya serikali kutoka Zanzibar, Tumwa Saidi, Azam News.